Kibongoto, eneo maarufu katika kijiji cha Wanri, wilaya ya Siha, kaskazini magharibi mwa mkoa wa Kilimanjaro, likiwa na urithi wa historia ya kitamaduni, mandhari na hali joto yenye mvuto, limebaki kubeba taswira muhimu katika sekta ya afya, siyo tu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali pia Afrika kwa ujumla. Kijiji cha Wanri ndicho kinabeba jina la hospitali maarufu duniani, hospitali ya Taifa ya Magonjwa Ambukizi ya Kibongoto hii ni sehemu ya chimbuko la sayansi ya tiba na utafiti kwa ugonjwa wa kifua kikuu. Ilianzishwa mwaka 1926 kama kituo cha kutenga wagonjwa wa kifua kikuu kutoka sehemu mbalimbali za ukanda wa Afrika wakati huo. Ugonjwa wa kifua kikuu uligundulika kwa mara ya kwanza mwaka 1882, na, na ilichukua miaka 60 baadaye kuanza kutibu kifua kikuu, ikiwa tayari umesababisha vifo vya mamilioni ya watu duniani kote. Kuanzishwa kwa hospitali ya Kibong'oto enzi za utawala wa kikoloni wakati huo kulimaanisha mwanzo wa mwisho harakati zilizolenga kukabiliana na tishio la wakati huo la ugonjwa wa kifua kikuu. Hospitali hii kongwe imeendelea kukua kwa nyakati zote, hatimaye sasa imepanda hadhi na kupitia tangazo la serikali namba 828 la Novemba 2010 ilitangazwa rasmi kuwa hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi. Majengo haya yameendelezwa mno na kuta zake bila shaka zitaweza kusimulia jitihada za kale, kuwezesha shughuli za tiba, utafiti na mafunzo kwa makundi mbalimbali, mbali ya magonjwa na ambukiza, huku ugonjwa wa kifua kikuu ukiwa ndiyo alama ya uwepo wake. Tumekuwa tukitoa huduma za kimatibabu, hususan matibabu ya kibingwa, hususan katika magonjwa ya kifua kikuu, lakini tangu tutangazwe sasa tumepanua wigo na kuyafikia magonjwa mengineyo. Tunaposema magonjwa mbukiza, ya kuambukiza tunamaanisha yale yanayosababishwa na vimelea vya maradhi kwa jamii ya virusi kama vile ukimwi, mabak, ebola, chikungunya, Rift Valley fever na mengineyo. Lakini tunaposema pia magonjwa ya kuambukiza ni yale pia yanayosababishwa na, na jamii ya bakteria na hii ni kama hii tuberculosis, kwa maana ya TB pamoja na maradhi mengineyo anthrax na mengineyo, na pia jamii nyingine magonjwa mbukizwa, haya ya kuambukizwa hayana mpaka, yanaweza kuvuka eneo moja kwenda eneo jingine au nchi moja kwenda nchi nyingine kutokana na mwingiliano wa shughuli za kibinadamu. Serikali ya Tanzania kwa kutambua hilo, imejikita katika kuhakikisha magonjwa mbukizwa, ya kuambukiza yanakabiliwa kabla hajaleta ya madhara makubwa. Magonjwa ya kuambukiza yalipewa umuhimu huo na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiteua uh, hostari maalum ya taifa ya Kibongoto kushika jukumu hilo. Na sisi kama Kibongoto baada ya kuteuliwa sasa tumeweza kutengeneza vitu vya msingi sana. Cha kwanza tumetengeneza mpango mkakati wa hospitali wa miaka mitano. Tangu tulipopata muundo mpya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwezi Julai, tumeweza kutengeneza mpango mkakati ili kuweza kufikia ndoto zile tunazoziona za msingi. Na jambo la msingi ambalo tumeweza kulifanya baada ya kutengeneza katika kutekeleza mpango mkakati ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha utawala bora na wa kisheria wa taasisi yetu. moja mstari hii sasa ina bodi ambayo imeteuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, lakini la pili, hospitali hii tuliweza kutengeneza kupima ardhi na kuimiriki. Tuna eka tisini na sita za ardhi na tuna hati miliki ya miaka tisini na tisa na, na unaweza ukaona kwamba hayo ndio mambo ya msingi zaidi lakini jambo la pili tumeweza kuandaa pia miongozo mbalimbali mbali, eh, ambayo inatuongoza katika utoaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika masuala mazima ya tiba, na hii hatuendi mbali, tunaangalia uh, wenzetu duniani wanafanyaje, lakini pia wizara yetu ya afya inatoa miongozo ya namna gani tuweze kuifuata ili tuweze kuweka vitu vizuri zaidi. Tangu mnamo wa mwaka 1926 mia hadi sasa, hospitali ya taifa ya magonjwa ambukiza ya Kibong'oto imeendelea kujipambanua kama kituo chenye kuleta mapinduzi makubwa ya tiba na utafiti wa magonjwa sugu kama vile kifua kikuu, ugonjwa ambao kwa miaka mingi sasa umeendelea kudhoofisha nguvu kazi ya taifa. Kwa kutambua hilo, hospitali hii ikishirikiana na serikali imewekeza katika teknolojia za kisasa za kupima sampuli za vimelea vya magonjwa ikiwemo bakteria, virusi, protozoa na vingine vingi. Jengo hili ni maabara ya kisasa inayotajwa kuwa moja ya mafanikio makubwa ya tiba dhidi ya magonjwa ya ambukizi. Ugonjwa wa kifua kikuu ukiwa moja ya alama muhimu ya kuwepo kwa hospitali hii, nao unapimwa hapa, lakini pia yapo magonjwa mbalimbali ambayo yanafanyiwa utafiti na kupimwa sampuli zake na kisha kutolewa majibu sahihi. Kupitia maabara hii, inaweza kuchunguza vimelea hatarishi duniani, vikiwemo vya Ebola Marburg na vinginevyo lakini inatumia teknolojia za kimolekuli katika ugunduzi wa magonjwa wa vimelea vya magonjwa lakini maabara pia hiyo hiyo inamwangalia binadamu kama yeye eh? na pia itatumika kwenye tafiti mbalimbali mbali kwa maana wanasayansi sasa katika ugunduzi na maendeleo duniani maabara iko pale na inaweza tumika pia kibiashara maanake ugunduzi ni biashara tunaposema yake tunataka tugundue na tuweke mambo mazuri zaidi lakini pia pale ni moja ya eneo ambalo tuna uwezo wa kuhifadhi vimelea vya maradhi vya magonjwa kwa zaidi ya miaka has0 k tuna pale kuhifadhi virusi ambayo tukatumia kwenye tafiti lakini pia katika masuala mengineyo na hiyo ni biashara hata mtafiti akija au mtu taa kuhifadhi ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali yetu hususan katika eneo hili la maabara. Maabara hii imegharimu taifa mamilioni ya fedha ikiwa na majukumu mazito ya kisadifu mahitaji halisi ya tiba za magonjwa hatari na yenye kuathiri ustawi wa jamii. Kiwango cha huduma zinazotolewa kupitia maabara hii ni hatua mpya ya kisasa na pia ikiwa na falsafa moja tu mbele yake kujibu matatizo na changamoto za magonjwa ya binadamu hasa yale yanayoambukiza kwa kuzingatia upimaji katika kiwango cha molekuli. Wow. Kama Kibongoto tunaendana pamoja na, na kauli mbiu ya kidunia ya kwamba kuna commitment, kuna investment lakini pia kuna kwa maana ya kwamba tunatumia fursa ya serikali ilivyokuwa na uweka maazimio ya kuboresha huduma za a lakini pia kwenye kauli mbiu sehemu ile ya pili ya yabongoto tunashukuru serikali usababu, kwa sababu imewekeza bilioni 22 na lengo la kuboresha uwekezaji kwa maana ya kwamba tumegobea katika vipimo vya molekuli, kwa sababu hapa wenzangu waliotangulia kusema wameongelea jambo la vimelea sugu kwa kikuu sugu, kifua kikuu sugu. Kifua kikuu sugu kinapatikana maabara na maabara hii ndio yenye uwezo mkubwa wa kuchakata sampuli na kusema kifua kikuu, hata kama ni kimelea kipya kwa maabara hii inaweza ikagundua, ambako ndio mchango mkubwa wa taifa pamoja na serikali kwa ujumla. Muonekano wa maabara hii ni mwangwi halisi wa shughuli za kisayansi kama nyenzo katika tiba ya magonjwa mbukizi, na imegawanyika katika maeneo mbalimbali kukidhi matarajio ya wagonjwa, watafiti na mafunzo. kama maabara ina vifaa vingi, ina section kama saba hivi vikiwa ukemia hai, microbiology, parasitology na idara zingine. Kila idara ina vipimo vyake tofauti tofauti, kwa mfano hapa tulipo ni, ni, ni maeneo ya tibi TB ina vipimo, ina vifaa vingi sana. Kuna vifaa vinavyotukinga sisi na maambukizi nje ya hospitali, lakini kuna vifaa ambavyo vinapima sasa wagonjwa, sampuli za wagonjwa zenyewe kama TB kwa, kuna vifaa pale, tutaenda pale tutaviona as time tunapokwenda tunapita pale tutaviona, tutaviona umuhimu yeah, wake yeah. Sasa unauonaje, you know, na unarahisishaje kazi yeah? Kwa kweli vifaa, tunashukuru kwanza serikali kwa kuturetea vifaa lakini pia tunashukuru serikali kwa kutuletea hili jengo. Vifaa vilivyopo kwa kweli vimesaidia wagonjwa sana, maana kwa uh, ya kwamba tunapopima maambukizi ya kifua kikuu ndani ya masaa manne tu tumeshapata majibu. Mgonjwa anaweza akatoka nyumbani hajui anaumwa nini, anapofika hapo hospitalini akiingiza sampuli yake ndani ya maabara, ndani ya masaa manne tu atakuwa ameshaanza kupata huduma, kitu ambacho, vifaa tulivyo navyo ni vya teknolojia ya kisasa GeneXpert, ambayo inaweza kuona viini uh, uh, DNA. Idara ya mionzi katika Hospitali ya Taifa ya Magonjwa ya Mbokezi ya Kibongoto imekuwa na umuhimu mkubwa wa kusanikisha upimaji wa sampuli katika maabara lakini pia kupata mwelekeo wa pamoja katika kupata vipimo sahihi. Uh, katika hospitali yetu huduma uh, za mionzi tunazotoa hapa, tunatoa huduma za X-ray tunatoa huduma za ultrasound na huduma za CT scan sasa uh, hivi karibuni uh, tume mashine ya CT scan baada ya kuwa imeshasimikwa katika hospitali yetu, uh, kipindi cha awamu ya sita kinachoongozwa na mama Samia Suluhu Hassan uh, tumeweza kugundua wagonjwa wengi zaidi ya 30 mpaka sasa hivi toka mashine imekuwa imesimikwa uh, mwezi wa kumi na mbili mwaka jana uh, echo pamoja na X-ray. Lakini kwa sasa hivi ndio imeongezeka hiyo mashine ya CT scan. Lakini uh, waziri alitembelea hapa siku sio nyingi na baada ya kuona kwamba tumekuwa na jengo zuri la mionzi ambalo halikuwai kuwepo kipindi cha nyuma uh, jengo la gorofa mbili ambalo uh, pia lina nafasi ya kusimika mashine nyingine ya MRI pamoja na mashine ya fluoroscopy. Floroskopi ni mashine inayo ya mionzi ambayo ina cheki inaweza ikapima viungo vya mwili vinavyotembea kama sehemu za matumbo, sehemu za mkojo pamoja na sehemu za haja kubwa pamoja na uzazi. Hivyo ni viungo vya mwili ambavyo vina, vina matundu kwa ndani ambayo hiyo mashine ya floroskopi ndio inaweza ikapima maeneo hayo na kusema kwamba kuna tatizo gani katika hayo maeneo. Kwa hiyo pia kwenye hilo jengo kuna sehemu pia ambapo uh, hiyo mashine inaweza ikasimikwa na ikafanya kazi hiyo, lakini pia tuna nafasi nyingine pia kusimika mashine nyingine, ambapo pia waziri alituahidi kwamba tutaipata hivi karibuni, ambapo uh, ni mashine inaitwa mammogram. Mashine hii itakuwa na uwezo wa kupima uh, saratani ya matiti kwa viwango vyake, utendaji umekuwa wakifuatiliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa na kimataifa. Sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba miongozo ya kutolea huduma za matibabu katika hospitali inafuatwa kama inavyotolewa na Wizara ya Afya na inavyoelekezwa na WHO, shirika la afya duniani. kwa hiyo kitengo chetu kinasimamia hizo afua mbalimbali. Mojawapo ni afua za kukinga na kudhibiti maambukizi ambacho tunaita kwamba ni infection prevention and control kwa, kwa kwa ni kwa Kiingereza. Kwa hiyo kwenye hii afua ni kuhakikisha kwamba kwa mfano hospitali yetu ni ya magonjwa ambukizi, kwamba watumishi wote wakiwa hapa ndani pamoja na wageni wanaotembelea hospitali basi wamefata taratibu za kujikinga kiwa ni mojawapo ni kuweza kuvaa barakoa lakini pia ni kuweza kunawa mikono. Kwa hiyo tunaangalia, je, watumishi wanapotoa huduma wamevaa barakoa na pia wanafata hizo hatua mbalimbali za kukinga na kudhibiti maambukizo, ili wasiweze kuambukizwa kutoka kwa wale wagonjwa ambao tunaamini kwamba wanaweza wakawa wakawaambukiza, na huwa kila robo tunafanya tathmini kuona kwamba kwa sababu pia kuna, kuna, kuna viashiria ambavyo Wizara ya Afya imetoa kwa ajili ya kujipima kwamba kwenye hicho kipengele cha kukinga na kudhibiti maambukizi kwa sasa tuko katika kiwango gani. Kwa hiyo kitengo chetu kinafanya tathmini kila robo, kuhakikisha kwamba tumefikia hatua gani katika kuweza kusimamia hizo afua mbalimbali za kukinga na kudhibiti maambukizi. Lakini swala lingine pia, kipengele kingine tunahakiki ubora wa matibabu. Matibabu huwa inatolewa na wataalamu mbalimbali. Kuna madaktari ambao wanawaona wagonjwa na kuwasikiliza na kutoa matibabu, lakini pia kuna wauguzi ambao pia wanatoa huduma za kiuguzi, lakini pia kuna huduma za maabara. Kwa hiyo kila kitengo, vitengo vyote na idara zote, kwa zile huduma wanazotoa kwa wagonjwa, sisi tunakagua na kuangalia kwamba je, sasa tumefikia kiwango gani? Kwa jina la kimombo, hiyo tunaita ni Clinical audit. Na kama tulivyokudokeza hapo awali, hospitali ya taifa magonjwa ya ambukizi ya Kibongoto tangu awali ilichukua ugonjwa wa kifua kikuu kama moja magonjwa ambukizi yanayohitaji tiba na utafiti, imekuwa ikipokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali nchini na nchi jirani. Kwa uchache, miundombinu yake ikiwemo wodi za wagonjwa zina aksi kiu ya kimataifa ya kukabiliana na hatimaye kupunguza kabisa madhara yanayotokana na tishio la magonjwa kuambukiza. TB inatibika na mtu anapowahi mapema anatibika na anapona kabisa. Maana hapa kwetu tumekuwa tukipokea wagonjwa wa rufaa kutoka mikoa yote Tanzania, na wengi tumekuwa tukiwatibu kwa upendo bila kuwanyanyapaa. Lakini kubwa, kama wauguzi tumekuwa tukiongozwa tuki, tuki, zaidi na miongozo yetu ya, ya, ya uguzi lakini pia na IPC tunakuwa tukizingatia sana namna bora ya kujikinga sisi wenyewe kama wataalamu, lakini pia na kukinga wagonjwa wetu wasiendelee kupata maambukizi mapya. Watumishi tunawakinga kwa kuvaa barakoa, wagonjwa wenyewe wanavaa wana sajiko, lakini watumishi au wauguzi wanatumia N95, na maanisha kwamba N95 kwamba inazuia maambukizi kwa kiasi kikubwa kabisa, ni 5% tu inayepungua, aidha anaweza akapata maambukizi asipate maambukizi nyingine. Tunapotoa huduma wodini, tunafungua madirisha na wale wagonjwa wanavaa sajiko maski kwa ajili ya kujikinga. Kwa hiyo miaka mingi ambayo nimeshaajiriwa hapa Kibongoto, hamna unguzi ambaye ameshawahi kupata maambukizi ya kifua kikuu kutokana kwamba tunatoa tuna, huduma kwa kutumia nje ya APC kujikinga wakati wote. Kama nilivyokudokeza hapo awali, utafiti ni nguzo muhimu katika tiba na Hospitali ya Taifa ya Magonjwa Ambukiza ya Kibongoto imebeba wajibu huu wa kiutafiti kama moja ajenda zake muhimu. E, kwanza tumeanza hizi tafiti tayari kumeshakuwa na matokeo makubwa yenye manufaa kwa jamii. E, kitu cha kwanza sisi tulikuwa ni e, timu ya kwanza kufahamu. Unajua, wagonjwa wa tibi wamekuwa wakitibiwa wanapona, lakini kuna watu wao wanabaki na matatizo ya makovu ya kifua kwa sisi. Kiukweli tulikaa tukaangalia haya matatizo, tufanyeje? Tukaandaa huduma tuna, tunaweza kusemaje, kibando cha kitita cha huduma kwa ajili ya kuwapa ahueni wale ambao wanaonekana kuugua baada ya kupona TB. Tukajaribu hapa hapa kidogo tu. Baada ya kujaribu tukaona wameendelea vizuri. E, tuliofanyisha mazoezi. Na wali, wengine walikuwa wamelala kabisa, waliinuka wakarudi kwenye shughuli zao. Wapo mpaka sasa hivi. E, wa kutoa ushahidi huo. Sasa baada ya kufanikisha lile zoezi, ulikuwa na mkutano wa nchi 13 za Afrika wakaja kuona. E, walivyoona waliona ni kitu kabisa kinaweza kwa, na wale wasimamizi wa, wa miradi ya TB katika nchi za Afrika waliazimia kwamba hii iwe ni sehemu ya mwendelezo wa huduma. Lakini pia e, tuliweza kujifunza na kuweka mifumo ya kusimamia nchi zingine za Afrika kufanya tafiti za kurahisisha matibabu ya kifua kikuu. Na hizo nchi sisi tulikuwa mbali, tuna kutoa uongozi, tulikuwa pia tuna tunazielekeza ni jinsi gani ya kufanya hizo tafiti. Na hizo nchi ni tatu: Gaboni, Malawi na Msumbiji. Kwa hiyo kwa pamoja tumeweza kutekeleza utafiti wa kurahisisha, uh, muda wa kutibu TB kutoka miezi sita kuwa minne na kwa pamoja mpaka mwaka jana Desemba tumefanikiwa kuingiza wagonjwa wote waliotakiwa katika ule utafiti wa wagonjwa 414. Mafanikio ya utafiti yapo mengi, mojawapo ni kusaidia utengenezaji wa sera ya tiba ya kifua kikuu iliyoridhiwa hatimaye kimataifa kupitia shirika la afya ulimwenguni WHO. Kama mtakumbuka, zamani wagonjwa wa kifua wa kikuu walikuwa natibiwa kwanza kwa muda mrefu, na idadi ya dawa zilikuwa ni nyingi, na baadhi walikuwa natuchomwa sindano. Sasa utafiti wa kuondoa matumizi ya sindano, Kibongoto imeshiriki. utafiti wa kupunguza muda wa matibabu ya kifua kikuu hususan kifua kikuu sugu kutoka miaka miwili hadi miezi tisa, na tu sasa tumeenda miezi sita. Kibongoto imeshiriki na hivi sasa Kibongoto ndio ilikuwa inaratibu ku kubadilisha au kubadilisha muda wa matibabu ya kifua kikuu sugu kutoka hata ile miezi tisa ambayo tumeianza twende miezi sita uratibu wote umefanyika Kibongoto. Hilo ni fanikio kubwa sana kwa kweli, nasema ni fanikio kubwa kwa sababu kwanza nimepunguza burden ya kwa wananchi wagonjwa, lakini pia imepunguza vifo. Hata vifo vinavyotokana na kifua kikuu vimeendelea kupungua sana eh. okay. vifo vinavyotokana na maradhi haya vimepungua sana lakini fanikio la pili ambalo tunaanza tukajivunia Kibongoto ni kwenye matibabu ya kifua kikuu. Wananchi wa Tanzania wanaijua Kibongoto kama senta yao ya umahiri katika matibabu ya ugonjwa huu wa kuambukiza wa kifua kikuu. Kwa hiyo imekuwa rifaro senta ya Tanzania kwenye matibabu ya kifua kikuu na vifua. Watu wanakuja hapa na wanatoka wanafurahi, wamepona. Wanakuja wamechoka, lakini wanatoka wamepona wagonjwa wanaotibiwa hapa ni mashuhuda wazuri wa uthabiti na utaalamu wa afya katika kuleta mapinduzi ya tiba, utu wema na faragha za mgonjwa kuelekea katika kukamilika kwa matibabu. Nimejaa miguu nikapungua mwili, nilikonda sana. Nikaenda hospitali nikapima, una nani? Una kifua cha kawaida. Nikatumia zile dawa nyekundu. Miezi mingapi nikunywa? Miezi sita. Zile dawa nimetumia nilivyomaliza nimeweza mwezi wa saba nimepumzika, au wa saba wa nane wa tisa wa kumi wa kumi na moja, ile hali ikajirudia, nikaenda kupima, akaniambia una kifua kikuu sugu. Natakiwa niende wapi? Niende Moshi. Kabla sijagundulika kama nina kifua kikuu sugu, lazima nitembee sana, ila nilivyo kugundulika mpaka nimefika hapa, sijawahi kutoa hata mia yoyote. Nawashukuru sana, namshukuru sana mama Samia na hawa ngazi juu ya chini. Tunapima kipimo cha moyo na kila siku tunachukuliwa damu, baada ya mwezi picha ya moyo, ndiyo ni kifua kikuu sugu. Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri hata na madaktari wetu, na washukuru sana, manesi na washukuru sana. Kwanza awali ya yote, baada ya kufika pale langoni nikapokelewa na manesi wangu au madokta wangu wale, yani kwa hali ya upendo nilijiona kama niko nyumbani, wakanimbelega mpaka kule chini nyumbani, nikakuta wagonjwa wenzangu pia kulikuwa ni amani na upendo. Baada ya hapo sasa tukaanza kwenye matibabu, tukapimwa moyo, tukapimwa sijui figo, tukapimwa damu, yani kila kipimo tukapimwa. Basi baada ya hapo baada kama ya wiki nikaambia Yohana utaanza matibabu ya dawa hizi. Kwa kweli mwandishi wa habari mshukuru Mungu baada ya kuanza dawa hizi. Namna gani sasa umeanza hizi dawa? Yaani mpaka sasa nina mwezi mmoja kama na siku kumi. Lakini nashukuru Mungu japo kwa changamoto ndogo zipo. Lakini mpaka sasa naona mwili wangu uko vizuri. Najisikia mwenye amani, mwenye furaha, mwenye nguvu na pia nashukuru sana kwa ajili ya madokta wetu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya manesi wetu, maana ukiwa na changamoto yoyote, haijalishi ni muda gani, ni usiku, ni mchana, huwa anakuja kwa kweli. Kwenye upande wote, hata kwenye upande wa chakula, namshukuru Mungu muda wowote, yani mnapata chakula, mnakula dawa, unaulizwa una changamoto gani, unawaelezea, wanaitatua kwa muda huo huo Ndugu zangu kweli, waandishi wa habari, namshukuru Mungu sana, tena hata kwa uongozi wa hospitali hii, na pia vile vile sana sana namshukuru Rais wetu Mama Samia maana laiti kama labda ingekuwa labda sijui, si hii Kibongoto, labda sijui ingekuweje. Imepita miaka 99 sasa tangu hospitali hii ianzishwe, na mwelekeo wa sasa unatazama miaka kadhaa ijayo kuipa hadhi ya kimataifa. Tumeandaa master plan kwamba hii ardhi tunaitumiaje, kwa sababu ni hospitali ya magonjwa ya ambukizi. Master plan yetu tumeigawanya katika maeneo, katika zones. Kwa mfano, kuna zoni ya maabara. Tuna maabara ya afya ya jamii ya usalama wa kibarojia daraja la tatu, na maabara hiyo ina kazi zake maalum za uchunguzi wa magonjwa. Sio maabara ya Kibongoto peke yake, lakini itatoa pia huduma za mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukiza hususan yale yenye umuhimu wa kipekee katika jamii, lakini pia itatoa huduma za uchunguzi wa magonjwa mengine ya tiba haya kawaida ya kawaida yakiwemo ya kuambukiza na yasiyokuwa ya kuambukiza, na ndio uwekezaji mkubwa wa maabara katika jamaarumu ya taifa ya magonjwa ambukizi ya Kibongoto. Jambo la pili ambalo tumelifanya katika master plan, kiacha zono ile tumekuja zono ya hospitali sasa, zono ya hospitali e, kama mnavyoiona kwamba kutakuwa na majengo hapa katika eneo la hospitali, lakini kwa sababu ni hospitali maalum ya magonjwa ambukizi, kuna eneo la isolation, kwamba kesi yoyote au mgonjwa yoyote anayekuja ugonjwa wake haueleweki tutamhifadhi pale. Ukienda chini, sasa, baada ya eneo la utafiti pale, hatuishii utafiti, tunaenda pia mafunzo. Kwa hiyo hilo eneo la utafiti tutatoa mafunzo kwa kada zote e, ukiacha wa PhD, lakini tunataka mikoa na halmashauri, tunataka matibabu ya kifua kikuu, watu wanawezaje kumpatia matibabu sahihi mgonjwa katika ngazi za mikoa, ukimwi, malaria, ebora, mabag, tunaposema tunaenda kumanage, sisi ndo iwe centre of excellence kwamba tunatoa utaalamu ambao ni riri utaalamu ambao umethibitika kisayansi lakini pia tutatumia taasisi kutoa ushauri kwa maana ya consultants. Si hayo tu, hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ya ambukizi ya Kibongoto imejielekeza kukidhi matarajio ya baadaye katika kuhakikisha inaweka mfumo thabiti wa kuelimisha jamii na kuikinga dhidi ya milipuko na magonjwa yenye kuleta taharuki. Kwa hiyo kuna eneo pia la utawala eh, zone ambayo ni administration utajenga jengo la utawala la taasisi sio la hospitali. E, kwa sababu hospitali hili jengo tulojenga la, la hospitali. Kwa hiyo lile jengo la utawala litakuwa ni masuala mambo ma, mazima ya administration. Lakini pia kuna zoni ya nyumba za watumishi hostels, pamoja na nyumba za mabingwa ma expert kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi. Mtu yote anataka atakaa pale, nayo ni zoni yake. Tuna zoni pia ya michezo kwamba eneo letu ni eka nimesema eka tisini na sita almost 95.5 96. Sasa kuna sehemu ya michezo kwa, kutakuwa na uwanja wa mpira, basketball, volleyball na shughuli zingine za kimichezo zitakuwepo pale, kwa nalo itakuwa ni eneo muhimu sana, kwa sababu tuta accommodate tutakuwa na watu wengi, tutakuwa na wanafunzi, tutakuwa na watafiti, wanasayansi, wananchi, wagonjwa, watu wote wataingia katika eneo la Kibongoto na master plan yetu kiangalia pia pembezoni yake kuna shopping malls, kwa watu wataweza kufanya manunuzi ndani ya eneo la Kibongoto, lakini eneo la shopping mall pia tumekonsida kuweka kituo cha polisi, kwa ni ayo ni zone ile, eh, zone ya kibiashara, lakini pia kuna zone ya garden mandhari tu, mazingira yawe smart beautiful area, kwa lazima tuitengeneze Kibongoto inayoangaza ina yenye mvuto, na chini yake pia tutakuwa na eneo la uzalishaji wa nishati safi kwa ajili ya hospitali pale. Tutaweka solar tu produce chochote kile kinachotakiwa, angalau na sisi tuchangie katika uzalishaji wa nishati safi na salama kwa matumizi na maendeleo ya hospitali barabara. Miaka kadhaa ijayo, sura ya hospitali hii itatoa taswira yenye kutoa huduma adhimu na kilele cha ubora katika tiba, utafiti, mafunzo na hatimaye ushauri wa kitabibu utakaoleta unafuu kwa serikali zinazobeba mzigo mzito kuhudumia wagonjwa wengi na kwa wakati mmoja. Kila la heri katika azima hiyo.